Yes, mtazamaji wa Fay TV tuko Temeke leo hii na tumekuja kuzungumza na moja kati ya magwiji Galacticos kabisa kwenye masuala ya uchambuzi wa soka hususan la hapa nyumbani Tanzania. Dominick Salamba huyo hapa. Shikamoo kaka. Haba za kwako ndugu yangu. Bwana fresh siku nyingi sana ya kuona nakumbuka mara mwisho ulikuja kwenye ile ofisi yangu ya zamani. Eh, na nilikuwa na TV nyingine kipindi kile. Ilikuwa ile, karibu tena tuko hapa, karibu sana tuende kufanya kazi. Hongera sana. Nimeona maendeleo ofisi nzuri nazidi kutu inspire vijana ah, nafikiri kidogo kidogo tunajaribu, lakini nafikiri malengo yetu ni kuweza kuhabarisha watu, lakini pia kuona kwamba tunasaidia vijana wenzetu pia mm, ili waweze kutimiza malengo yao na ndoto zao pia ndio, yeah. Um, Salama, kilichotuleta hapa ni kuzungumza michezo. Kila tunapokuona wewe, tunaiona taswira ya michezo um, Simba Sports ndo kitu kikubwa ambacho kinazungumzwa sasa um, baada ya kufuzu kuingia hatua ya nusu fainali, hatua ambayo amekuwa wakiota kwa muda mrefu kweli, lakini kipingamizi ni Stellenbosch kutokea kule South Africa. Ni mchezo wa aina gani ambao utachezwa? Inasemekana itakuwa ni Zanzibar tarehe ishirini. Nafikiri ni miongoni mwa mechi ngumu ambazo zinaweza kwenda kupima ubora walionao. Unajua katika michuano ya, ya kafu au kwenye hizi michuano labda ya UEFA wakati mwingine unaweza ukafika kwenye hatua za juu ikilinganisha na njia unayopitia yeah. Tofauti na kwenye ligi ambako itakulazimu kama ligi na timu 15 na basi wote ukutane nao home and away, kwani rahisi kuweza kufili ile testi ya ubora ulionao, lakini wakati mwingine kwenye michuano ya kimataifa, unaweza wanasema unaweza ukapitia njia ya uwani. Sizungumzi kwamba Simba akapitia njia ya uwani, lakini uoga inakuwa inatokea pia, ukakuta kwamba unapanga kwenye kundi ambalo likawa lina afadhali kidogo, robo fainali unakutana na mpinzani ambaye umemzidi vitu vingi, nusu fainali na baadaye kwenye kuto, unaingia hatua ya fainali. Ukiangalia mchezo wao wa robo fainali utakwenda um, uko tofauti na u ambao anakwenda kucheza mchezo wa nusu finali. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia almasili akikuwa kipimo sahihi kwa Simba. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ukiangalia ubora wao haupo katika level ya juu, lakini pia hata ligi yao ni kama imeshuka saizi. Ligi ya Egypt, ligi ya Tunisia, Algeria kenda Moroko sio zile ambazo tulikuwa tunazungumza miaka ya nyuma, na siku wetu kidogo tumeweza kusogea kwa maana ya ubora. Ukiangalia Stellenbosch ni timu ambayo sio kubwa kwa watu wengi, lakini ligi yao ni miongoni mwa ligi bora kwa sasa ambazo zimeweza kumaintain ubora. Naona kuna kipindi yanga cha nusu fainali na Marumo Gallants ambaye kule kwao walishuka daraja, lakini alifanikiwa kuweza kupita mpaka tu nini ya nusu fainali. Maanake ni kwamba nini ligi yao ina ubora wa hali ya juu lakini pia ukiangalia katika hatua hizi kwa michuano kombe la shirikisho na kombe la klabu bingwa, wamefanikiwa kuingiza timu tatu kwa maana nusu fainali mbili kwa maana ya Mamelodi pamoja na Orlando Pirates mm. wameingia nusu fainali klabu bingwa, lakini pia kwa upande wa shirikisho wameingiza Stellenbosch. Maana yake ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zina ubora mkubwa sawa sawa na Egypt, nao wameingiza timu tatu, unazungumzia Zamalek wao unazungumzia mbili Pyramids pamoja nani pamoja na na, na, Al Ahly kwa hiyo maana yake ni kwamba katika nchi ambayo imeingiza timu nyingi ya kwanza ni South Africa. Kwa hiyo uki ukiambiwa ligi yao ni ya pili, ya tatu au ya kwanza mm -hmm. hauwezi kushangaa, lakini pia kama unakumbuka mwalimu wa Yanga aliondoka, si alizungumza mm -hmm. kwamba ile intensity ya ligi ya South Africa ni mara mbili ya ligi wapi? Okay. ya bongo wenzetu walikuwa wako juu na hiko ndicho kinakuwa kinawasaidia. Ni timu ambao wanakuwa wana fiziki kutosha wana treni vizuri, lakini wanaweza kucheza kwenye mifumo mm -hmm. na kuweza kutengeza matokeo ambayo wanahitaji. Ukiangalia mchezo wa kwanza wa Zamalek na mchezo wa pili, unaweza kujua ninachokizungumza. Ni mechi ambazo waliingia kwa mkakati mkubwa, nyumbani walitoka sare bila kufungana, watu wakaamini kwamba wakienda Egypt, itakwenda kwa Zamalek, mm -hmm. lakini cha kushangaza wakaweza ku maintain pressure away na wakapatiwa kupata goli daika ya sabini na kitu na kufanya uwezi kupata ani, ushindi wa jumla a goli moja kwa sifuri na wanaingia hatua binafsi. Na mi ni mechi ngumu kwa Simba kwa sababu Simba bado hawana timu ambayo unasema kwamba timu imekamilika, ingawaje walikuwa wanapinga, lakini juzi nimesikia wenyewe wakiwa wana, wana, wana bado timu yao mm -hmm haijakamilika, timu ambayo bado haina utimamu na ubora wa asilimia mia, bado ina vijana wengi bado na maeneo mengi ambayo yana mapungufu. Ambacho kimeweza kuwasaidia ni ule ukubwa wa timu, lakini pia na matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo unapokutana timu ambayo inakwenda kuwa na mbinu na timu ngumu, ambako itakulazimu uweze kuwa na wachezaji wenye uwezo wa ziada, lazima itakuwa na mechi ngumu. Kwa hiyo binafsi nafikiri ni mechi ambayo ninawapa asilimia sitini Stellenbosch kuweza kufuzu na simba asilimia arobaini. Um, Stellenbosch wapo kama surprise package tunasema, um, mara yao ya kwanza kushiriki michuano lakini wamefika mbali. Kwa nini wao 60 Simba 40? Nime ndio nimeanza kuzungumza hapa mwanzoni, nimeangalia vikosi vyote viwili ingawa watu wengi hawatanielewa. Nimeangalia ubora wa Simba, madhaifu yao, nimeangalia ubora wa Stellenbosch na madhaifu yao, wakiwa wanacheza, wakiwa nyumbani, wakiwa away, uwezo wa mtu mmoja mmoja, nimeona kwamba wao kuna vitu vingi ambavyo wanawazidi klabu ya Simba. Simba kitu pekee ambacho unaweza ukao na assurance nacho na, ashuwa, na, ashu, ashu, nasu, ni matumizi sahihi ya uwanja nyumbani na wao wanajua, ambapo wanakuwa wana ile vibe, wanakuwa wana atmosphere, wana mazingira ambayo wanayajua kila mtu. Ukitoa kitu hiko, uwezi kuiona simba ikiwa katika ushindani, yaani ukitoa matumizi ya uwanja nyumbani, uwezi kuiona simba ikiwa katika hali ya ushindani. Ungechukua ile mechi ya Zamalek au mechi ile ya Al Masry ukaipiga kwenye neutral ground, ulikuwa umuoni simba akishinda. Na leo nachokizungumza kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa ikinufaika, kwa hiyo matokeo ambayo wanayapata nyumbani ndiyo yanaweza kwenda kudetermine kuweza kufuzu fainali au kuto kufuzu. Lakini ukiangalia wenzao Stellenbosch wanaweza kupata matokeo katika eneo lolote bila kujali ukubwa wa timu. Kweli katika mazingira hayo nawaona wao wakiwa na faida ya ziada, kama wameweza kwenda kufuzu away kwa kushinda Egypt sio timu rahisi ya kuweza kuibeza nah. Tumeona uwanja wa Mkapa baada ya mchezo dhidi ya Simba ulikuwa unafanywa marekebisho, na tetesi zipo kwamba mchezo huu unaweza ukapigwa pale Zanzibar. Inaweza ikawa ni disadvantage zaidi, kwa maana ya pointi ambayo umezungumza, Simba wanapata advantage zaidi wakiwa nyumbani kabisa. Sure, haiwezi ay kuwa faida kwa Simba, kwa sababu ukiangalia atmosfera ya watu ya uwanja wa Benjamin Mkapa ni tofauti na uwanja wa Amani Stadium Zanzibar. Wakiingia watu robo uwanja wa Benjamini Mkapa, bado ni wengi kwa uwanja wa Amani. Uwanja unaingiza almost watu ukizungumzia nusu, wazungumzia watu robo watu sasa, ni kama uwanja wa Amani unachukua watu ukiwa ndo maximum sasa, ile vibe ya watu a haiwezi kuwa sawa na vibe ya watu swath. Lakini pia ukiangalia mashabiki wengi wa Simba wako Dar es Salaam, ambao itawalazimu waweze kusafiri katika mazingira ya away, mazingira ya ugeni, kwa ni kama vile sawa, ni sehemu ya jamhuri ya muungano lakini bado haiwezi kuwa Dar es Salaam. Yaani, ukichukua Unguja haiwezi kuwa Dar es Salaam na, na Dar es Salaam haiwezi kuwa Unguja. Aliye Unguja atakuwa kwa nyumbani zaidi kuliko ambayo yuko wapi, Dar es Salaam. Kwa hiyo kutokuwa katika uwanja wako ambao umeuzoea, mazingira ambayo unayajua, bado pia ni changamoto. Kwa hiyo kwa naamini kwamba ni moja wa mtani ambao watakwenda kukutana nao, lakini pia na, na, na kwenda kutoa fever atakuwa wageni na wenyewe wameamini kwamba tupo katika eneo ambalo hawa jamaa sio ngome yao kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo ni mechi ngumu kwa, lakini mwisho wa siku lazima mpira uweze kuchezwa, basi tusubiri kuweza kuota ishirini ni next wiki tuweze kuona naam. Na, imekuwa kama bahati kwa timu za Tanzania kupitia mlango wa South Africa. Ukiangalia kipindi ambacho wayanga wanashiriki michuano hii na, na michu wamefika mpaka fainali walowatoa Malumo Gallants lakini kwenye michuano hiyo kulikuwa kuna Mwalgeria na Morocco ambao nao pia na wanacheza nusu fainali nyingine kule kwa maana St Constantini pamoja na Arasbirkane. Kwa hapa Tanzania Simba wanacheza na South Africa, Yanga walicheza na Malumu yani kama vilevile imejirudia, alikuwa ni, ni Usmalja na, na, na Asfarabat ambao ni Morocco na Algeria, vilevile kwao ni kama imejirudia kwa, kwa maana ya kihistoria na kwa maana ya timu hizi mbili za Simba na Yanga zinavyojua kukogana. Unaiona hiyo inaweza ikawa kama motivation kwa Simba kuweza kufanya vizuri katika mchezo huu, inaweza ikawa motivation, lakini pia itategemeana na ubora wa kikosi ulichonacho. Watu nalikuwa nawaambia leo, unajua, kuna wakati mwingine watu waweze kuelewa kwamba kuna utofauti kati ya kuzungumza mpira na kuzungumza propaganda hmm. Kipindi ambacho Yanga anafika tu hatua fainali hmm. Watu wengi michono waliibeza kwamba sio michuano mpaka fikia tu, tukasikia baadhi ya viongozi na watu wakisema si kombe la nini vitu, yeah, vingi vizungumzwa kwa sababu waliamini, no, kwamba ni njia rahisi. Lakini Yanga kuanzia hatua robo fainali mpaka mm, hatua alifika fainali mm, alishinda home and away, yeah, mechi zote alishinda, yeah, na nyumbani ugenini, nyumbani ugenini, akaingia fainali akaenda kutolewa kwa faida goli nini la ugenini, lakini ukiangalia Yanga walikuwa na kikosi imara ambacho kinaweza kukushawishi, wakati wote ndio timu pekee ambayo ilikuwa inaongoza kwa umiliki wa mpira, ugenini ukichukua vipaji katika mechi zake zote, timu ambayo ilikuwa imefunga magoli mengi, lakini pia wakawa wametoa nyota ambayo alikwenda kuwania ufungaji bora, lakini pia walitoa mtu ambaye alwania golikipa bora wa mashindano, kwanza kwa kwamba walikuwa na kikosi ambacho kikiwa kimesheheni nyota ambao walikuwa wanadeserve kucheza kwenye hatua ya fainali walikuwa na kikosi. Kwa hiyo kupitia njia ni kitu kimoja, lakini kuwa na kikosi bora ni jambo, jambo lingine. Kwa hiyo naamini kwamba ubora ambao walikuwa nao Yanga, Yanga walikuwa na ubora wa hali ya juu, na ambacho kiliwaondoa ndio silaha ya Simba. Yanga wamekuwa na weakness kwenye kutumia uwanja wao wa nyumbani, hiyo ndio changamoto yao kubwa. Hata msimu tunaongea, mm -hmm. Hawapo nusu fainali, ni hiyo tu hapo, hapo, hapo robo fainali, ni hiyo tu mm -hmm. kushindwa kutumia advantage wapi ya nyumbani na hata mechi hio ambayo cheza fainali walishindwa nyumbani, wakapoteza magoli mawili kwa moja, wakaenda away wakashinda goli moja, kwa hiyo bado hawajakuwa na uwezo wakisha kwamba wanabakiza alama zote katika uwanja wa nyumbani. Kama wangeweza kutoa hiyo scenario, maana yake wangekuwa kombani kama hata nani, Mamelodi Sundowns na wao pia yeah. Wanakuwa na hiyo weakness, wakati mwingine uwezo ukaona kile ambacho wao kina ambacho wao kinakuwa kinawabeba kina yeah. Ni ubora walionao, no matter wako ugenini au wako wapi, wako wawei, akisema wakati mwingine, kwa soka la Afrika lazima uwe na uwezo wa kutumia uwanja wako wa nyumbani. Kwa hiyo nafikiri advantage ambayo kwa Simba naiona sio ubora wa kikosi, sio ubora wa timu ni uwezo walionao wa kutumia uwanja wao nyumbani, na bahati nzuri au mbaya, nusu fainali wanaanzia nyumbani, kwa hiyo itawalazimu wafanye kila kitu ambacho kitawawezesha kucheza fainali hapa ah, Dar es Salaam, lakini sio kutegemea katika mechi nini ya Hawaii, South Africa na. Ni kipi sasa hicho ambacho kime kinafanya upate hiyo legit ya kuzungumza kwamba Simba kikosi chao kiko down? Kwa maana ya kwamba tumeona takriban misimu nane wamekuwa wakishea tu a robo fainali lakini msimu huu wamepenya na bado ni title contender hata kwenye ligi yetu ya hapa nyumbani. Ah, nafikiri mwanzo nimekuambia kwamba unaweza ukapenya ukafika hata fainali mm. Kuna kipindi Leicester alichukua ubingwa wa Uingereza mm. Leicester alichukua ubingwa wa Uingereza lakini ninaona kwamba alikuwa na timu bora kuliko Man City. Yeah. Msimu huu tunaona Liverpool hapa, yeah. Sawa? Yeah. Akiwa anachukua ubingwa na Man City yeah. Akiwa hayupo kwenye mbio za ubingwa. Lakini bado haiondoi kwa i Man City timu bora kuliko Liverpool. Yeah. Kwa kuna wakati timu ambayo inakuwa ina class ina yeah. inaweza ikapoteza form. Unaelewa? Yeah. Kwa hiyo Simba amepata advantage. Kwa maana katika ligi ya ndani, whether sawa, Simba iwe mbovu yeah. au iwe nzuri, Yanga iwe mbovu, iwe nzuri, yeah. bado kuwania ubingwa wa Tanzania wanaweza kuwania kwa sababu gepo lilonalo Simba mm -hmm. na timu nyingine za ndani ni kubwa zaidi, mm -hmm. sawa, kuliko timu nyingine hizi. Yani mshindani msh wa kweli wa Simba ni Yanga ambayo iko pale. Kwa hiyo mimi nikiangalia kikosi chao mpaka saa hizi nikiangalia, bado wapo kwenye bola ambao akasema hii timu mm -hmm. ya kucheza fainali ya Afrika. Bado. Kuma, kuma tu, tu kwa maana hiyo tunaweza tukasema tu in short kwamba ni fluku hata mpaka pale ambapo ja, so, definitely 100% ni fluku tu tumetokea, na hata wao wenyewe ukikaanao moja, moja ukiwauliza hawakufikiria kama akiangalia wameshangilia sana sababu, mm -hmm. so, ni kitu ambacho kimekuja by surprise hawana timu ya kucheza fainali katika msimu okay. Turudi upande wa pili ah, niliangalia kwenye peji ya Salamba TV pale nikaona kwamba umeandika yanga wana uwezo wa kuchukua trebo, vile vilevile simba wana uwezo wa kuchukua trebo ni nani ambaye unauona kwa urahisi anaweza akachukua trebu? Ah, nafikiri nimezungumza mara nyingi mm. Katika misimu hii ya katikati ni yani misimu tatu minne hii mm. Ukizungumzia football hakuna timu ambayo inaweza kuibiti Yanga kwa ubora mm. whether you like or not, Yanga anakosi bora sana hapa tunapozungumza saa hizi mm. Unasikia mzizi anataka kuuzwa

lakini pia angalia scenario waliopitia hapa katikati, sio rahisi msimu mmoja kuwa na makocha watatu. mm -hmm. na bado kuweza alipotea alama tano akaweza kuzirudisha kurudisha. Kwa hiyo Yanga akipoteza ubingwa ni wao wenyewe, ni yani, hawana mtu wa kumlaumu mm -hmm. na bado jilaumu wao wenyewe. Yanga ana nafasi kubwa kwa sababu ana kikosi ambacho kina convince na kushawishi kuchukua ubingwa mm -hmm. okay. Um, tuzungumzie mechi ya kesho sasa. Yanga dhidi ya Stand United. um, Stand wamekuwa wakiisumbua sana Yanga kipindi ambacho wako kwenye ligi kuu, bado unaiona hiyo bato kwa kwenye, kwenye mchezo wa kesho, sioni ingawaje mpira una matokeo ya kushangaza, lakini Stand ile sio Stand hii kwa maana mm. hata nguvu ya, ki, ya kipesa ukiangalia ushindani championship ni tofauti mm. na ligi kuu naona ile fan base ambayo walikuwa nayo wanajitafuta kwa hiyo, uwezi ukaiona hata jana mechi ya Simba na Mbeya City mm. bado tu ligi kuu, ligi kuu, kwa sababu hata idadi ya mechi ushindani unaupata fitness level yako. Mtu ambaye anacheza anacheza amecheza ligi amecheza mchezo wa klabu bingwa anacheza FA kwa muda mrefu, hawezi akawa na utimamu ulio sana mtu ambaye unasubiria mechi kadhaa ndio uweze kucheza. Kwa hiyo sio, si wewe ushindani, ingawaje mpira migu, yeah, wa miguu matokeo ya kushangaza maana kesho likatokea kile. Kwa maana ya advantage Yanga, advantage kubwa kupata matokeo ukiuga ubingwa wa ligi kwa NBC, kwa asilimia kwenye hizo timu mbili, kwa sababu Azam ameshajiondoa kwenye resi, kwa maana ya Simba na Yanga unatoa ngapi kwa ngapi? Asilimia sabini kwa Yanga 30 kwa Simba. Kwa nini wakati tunaona Simba wanafanya vizuri na wana viporo licha ya kwamba akimaliza viporo vyao akishinda watakuwa wameachwa pointi moja? Mwenyewe ushongea. Kwa maana kwamba wakimaliza viporo vyao watakuwa ameachwa pointi moja Simba na Yanga sio rahisi kupoteza. Mm. Mechini sio kicha kawaida. Naona kwenye msimu, Simba anapotea mechi moja Yanga maximum mechi mbili na sare moja imeisha. Sio rahisi. Mm. Yanga amepotea mechi mbili kwa hiyo utarajii kuiona Yanga tena ikipoteza mechi nyingine mm. au leo hii utarajii Simba tena kuiona ikipoteza mechi mm. nyingine? Kwa hiyo mm. kila mmoja anaweza akashinda mechi zake zote zilizobakia, kwa maana Simba kama na mechi nane akashinda zote, kama Yanga tano akashinda zote. At the end of the day nani ana pointi nyingi? Ni Yanga. Kwa maana hiyo mchezo wa dabi unaweza ukaamua bingwa endapo ukiwepo, mechi ikiwepo, lakini hata kama mechi ikiwepo bado Simba hawana timu ya kubatwa na Yanga kwa sasa mm. Yaani hata kama wakachezana kesho mm. hana timu. Yaani uwezo ukakaa ukamshawishi mtu ambaye yuko elite, kwa maana ya kwamba mtu ambaye anaangalia mpira amepata timu mm. ukawaambia Simba ana timu ya kuifunga Yanga. Hata wao wanajua mm. timu hiyo bado hawana sasa kumpicha na Yanga. Okay. Ikitokea ili ni dabi inakuwa na mambo mengi, kwa maana ya quality, Yanga anaweza kashinda. Hata kama leo wacheze mara tano mfululizo mm. Yanga anaweza kabiti Simba kwa sababu ana quality ambayo ni tofauti na quality ya Simba. Salama tunakushukuru sana. Bacho chotupa kinatutosha sana. <laughs> Karibu tena. Asante. <laughs>